Kama ambavyo katibu ametoa tarshini za kijani kura kwamba kura kwa makamu ya mwenyekiti pamoja na mwenyekiti zilikuwa ni 43 kura zilikuwa za ndio na hapana, hakukuwa na, na, na kura iliyoharibika, hakukuwa na kura za hapana. Hivyo basi, naomba nimtangaze mheshimiwa John Mapato Meela naomba nitangaze Mheshimiwa Samuel Shao wa makamu mwenyekiti katika ngazi yetu ya halmashauri ya Moshi DC. Kuna mambo mengi tunategemea kufanya kama madiwani, mimi nipende kuahidi kama mwenyekiti wenu itashirikiana nyie kwa asilimia mia moja. Sitakuwa mbaguzi, utafanya kazi kwa bidii, na pia niwahakikishie katika kata zenu nita make sure, au nitahakikisha kila diwani atapata mradi ndani ya miaka mitano. Kitu ambacho ningependa kuomba waheshimiwa wadiwani Tuendelee kuwa wamoja, tuendelee kushirikiana pamoja na viongozi wetu wote, kwa ajili ya manufaa ya wananchi wetu. Nina imani kwa umoja wetu unaleta maendeleo. Mimi kama mwenyekiti wenu nitajitahidi na nitapambana haswa kujaribu pia uguni miradi mbalimbali mbali kwa ajili ya kuongeza pato letu katika halmashauri yetu, nikishirikiana na mkurugenzi wangu pamoja na viongozi wote, niwahakikishie kwamba halmashauri yetu itakuwa imara na wala haitatikiswa na kitu chochote. Nami nisimame hapa, jambo la kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametupa siku hii ya leo ya kuingizwa kazini kama madiwani kuapishwa, lakini pia neema hii kipeke ya kipekee ambayo madiwani wenzetu ametupa ya kuwa viongozi wa kusaidia nao. Lakini jambo la pili, tuwashukuru sana waheshimiwa madiwani kwa kutuamini mimi na mheshimiwa mwenyekiti ili tuweze kusimamia halmashauri yetu kwa kushirikiana na mkurugenzi mtendaji pamoja na wataalamu wote. Mimi nipende kusema kwamba halmashauri, mheshimiwa mwenyekiti, nimekuwa diwani miaka mitano na sasa nakuja tena kwa kipindi cha pili. Mimi nikushauri kwamba nitakuwa mshauri wako wa karibu, kuakisha kwamba yale yote ambayo tunatamani tuyaone kwenye halmashauri yetu kuanzia swala so zima la usalama wa waheshimia madiwani, lakini pia ushirikiano na watumishi amini, mtakushauri vizuri kabisa, na wasiwasi lakini. Ndugu zangu waheshimia madiwani pamoja na watumishi wa halmashauri, niwaambie tu kwamba sisi ni viongozi, nanyi tunaomba ushirikiano wenu pekeetu, hatutaweza kwamba, tupe ushirikiano wenu na mwenyekiti tuweze fanya kazi kwa pamoja ili yale ambayo tunatazamia kuyaona yanafanyika, basi yakafanyike kwa mustakabali mzima wa maendeleo ya halmashauri yetu.